Rais Dk. Mwinyi amepongeza hatua ya kuanzishwa kwa jumuiya hiyo aliyoelezea kuwa ni chombo muhimu cha kuwasilisha changamoto, ushauri na mapendekezo kwa serikali itakayoimarisha sekta ya ujenzi hapa nchini. Ameeleza kuwa sekta ya ujenzi Zanzibar imefungua historia mpya ya kuleta ushirikiano na wadau wa ujenzi serikali fanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kuchochea maendeleo ya sekta ya ujenzi. Kama tunavyojua, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya ujenzi hapa nchini kwa kujenga miundombinu ya kisasa ya majengo katika sekta zote za uchumi pamoja na huduma za jamii. Aidha, serikali imejenga barabara za kisasa katika maeneo mbalimbali ya mijini na vijijini kote Unguja na Pemba. Hatua hii inadhihirisha jinsi sekta hii ilivyo muhimu katika utekelezaji wa mipango ya serikali na pia jinsi sekta hii inavyozidi kukua hapa Zanzibar. Napenda kuwapongeza kwa, kwa, kwa hatua hii muhimu ya kufikia uamuzi wa kuanzisha jumuiya inayolenga kuwaunganisha wadau wote wanaoshiriki katika shughuli za ujenzi kwa njia moja ama nyingine. Ni dhahiri kuwa taasisi hii itakuwa ndio chombo rasmi cha wadau wetu kuwasilisha ushauri, mapendekezo na changamoto zenu kwa serikali kwa sauti moja. Naye waziri wa ujenzi, mawasiliano na uchukuzi Dr. Khalid Salam Mohamed amesema kuanzishwa kwa jumuiya hiyo ni maono ya Rais Dr. Mwinyi yanayochochea uendeshwaji wa miradi ya kimkakati katika sekta mbalimbali mbali hapa nchini. Vision yako maelekezo yako yametufikisha hapa na, na hakuna asiyejua hilo, lakini wako wengine wachache labda chuki labda hasada, ambayo ni maradhi makubwa sana, lakini ukizungumza barabara sasa hivi hakuna mahala ambapo hakuna barabara. Ni kazi yako Mheshimiwa Rais. Flyovers kwa mara ya kwanza ni kazi kubwa sana umefanya katika kipindi hicho. Akiwasilisha taarifa ya wadau wa sekta ya ujenzi Zanzibar mwenyekiti wa ZCSA ndugu Said Omar Faki ameeleza kuwa lengo kuu ni kuunganisha wadau wa sekta ya ujenzi kuwa na sauti moja, kupata fursa za kazi za ujenzi, mafunzo na mitaji kwa wadau. Wadau waliopo hapa leo katika hadhara hii wanajumuisha kuanzia wasanifu ujenzi, wajenzi wenyewe, yaani makontrakta, wasambazaji wa bidhaa. Jumuiya hii imeanzishwa kwa dhamira ya kuimarisha ushirikiano kwa wadau wote wa sekta ya ujenzi ili waweze kuwa na sauti na moja na waweze kushirikiana vizuri zaidi na serikali katika kuendeleza sekta hii. Kuhusiana na suala la kukosa mitaji kwa wadau, Rais Dk. Mwinyi ameagiza Wizara ya Ujenzi pamoja na Bodi ya Wakandarasi kuunganisha wadau na taasisi za kifedha ili kupata mikopo pamoja na kuangalia uwezekano wa kuandaa mifuko kwa ajili ya kuwasaidia wadau hao. Kutoka Zanzibar, Hashim Kasim, Daily News Digital.